Watu watatu wamekamatwa jijini Dar es Salaam kufuatia vurugu zilizozuka baada ya watu wasiojulikana kushambulia mabasi yaendayo haraka maarufu kama mwendokasi. Kulingana na taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, watatu hao wanaendelea kuhojiwa na polisi huku chanzo cha matukio hayo kikifuatiliwa na maofisa hao. Aidha, taarifa hiyo imesema kwamba watuhumiwa wengine waliohusika na tukio hilo wanasakwa. Picha za video zilizosambaa mitandaoni hapo awali zilionyesha baadhi ya vio vya mabasi na vituo vikiwa vimevunjwa baada ya kushambuliwa kwa mawe usiku wa kuamkia Alhamisi jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni njia hiyo ya usafiri inayotegemewa na maelfu ya wakazi wa jiji hilo kubwa la kibiashara nchini Tanzania imekumbwa na malalamiko ya wananchi kutokana na uhaba wa mabasi ikilinganishwa na idadi ya abiria. Hata hivyo, Jumatano iliyopita